Uchomaji wa taka za plastiki ni hatari kwa afya za watu, mazingira na tabia nchi, lakini kumekuwa na njia mbalimbali za kushughulikia tatizo hilo, ikiwemo kuziyeyusha na kuzitumia kama malighafi katika utengenezaji wa bidhaa nyingine. Kiwanda cha kuchakata taka za plastiki cha Ecobricks mjini Masaka kinanunua taka za plastiki hususan chupa na kuzichakata vipande vipande ili kuzalisha bidhaa nyingine ambazo vinginevyo hutengenezwa kwa mbao. Miongoni mwa bidhaa hizo ni samani, fito na boriti za ujenzi na pia magae ya sakafuni the way

Hatua hii ya kutengeneza vitu ambavyo mara nyingi vinatokana na mbao bila shaka itasaidia katika kupunguza ukataji miti na kwa hiyo kuokoa misitu ambayo imekuwa ikiangamizwa kwa kasi kubwa kwa ajili ya ujenzi na pia samani za nyumbani. Yeah, shughuli hii ya kuchakata taka za plastiki aidha inatoa fursa kubwa za mapato na ajira kwa watu wa tabaka tofauti ikiwemo maseremala, wengi wao wakiwa wanawake na vijana walio na kiwango cha chini cha elimu. Wamechochewa kutunza mazingira kwa kukusanya taka hizo popote zilipo na kuingiza kipato. Nchini Uganda kila siku tani mia sita za taka za plastiki hutokana na matumizi mbalimbali mbali. Lakini ni asilimia kumi tu ya taka hizo ndio hutumiwa tena katika mchakato kama huu wa kuzalisha malighafi hiyo. Hii ina maana kuna fursa kubwa kwa kutumia teknolojia hii ya kuzalisha vitu vingine vyenye manufaa endelevu vya plastiki ambayo vinginevyo ingesababisha uchafuzi na uharibifu mkubwa wa mazingira.